Hali gani, mpenzi mtazamaji wetu wa Maith Online TV? Tunashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia update zetu, na kama hujasubscribe katika channel yetu, basi nakuomba usubscribe pia, ulike na ushare. Kufanya hivyo itakuwa ni uzalendo mkubwa sana, na haugaramikii chochote kile. Na leo nimeamua kukufikishia hii hapa ya Kill Paul, ni mwanamitindo maarufu kutoka nchini kwetu hapa Tanzania, amepata mapokezi makubwa kutoka kwa mashabiki wake nchini India, katika tukio la kipekee lililofanyika usiku wa kuamkia leo. Kill Paul alikuwa anatambulishwa rasmi kama mmoja wa mastaa watakaoshiriki katika filamu mpya iitwayo Innocent, inayotarajiwa kuachiwa mwezi Agosti elfu mbili na ishirini na tano. Mamia ya mashabiki wamejitokeza katika umoja wa mali maarufu nchini India kushuhudia tukio hilo, huku wakimshangilia kwa upendo mkubwa, kama mnavyoona watazamaji wetu katika video hizi ambazo tumekuwekea hapa, watazamaji wetu wapendwa. Lakini pia uh, filamu ya Innocent inatarajiwa kuwa moja ya kazi kubwa za mwaka 2025 na ushiriki wa Kili Paul unapeperusha vyema bendera ya Tanzania kimataifa katika tasnia ya filamu mimi ni kwa Mbiyo tu mtazamaji wetu mpendwa, kwa update mbalimbali mbali na video mbalimbali, usisahau kusubscribe hapo katika channel yetu. Kama umeangalia video hii, basi subscribe hapo, haupati gharama yoyote ile ya kuweza kutoa pindi unibonyeza, na huo ni unakuwa ni ungwana tu, unafanya video zetu zende mbali zaidi. Mungu akubariki sana, endelea kufuatilia video zetu hao kila muda na kila mara. Mimi Tahir Ali, karibu tena.